Nga kutoka huko mkoani Njombe. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam nao wameshuhudia tukio la kupatwa kwa jua wakiwa katika maeneo yao ya kazi. Wananchi hao walionekana wakishuhudia tukio hilo kupitia kuangalia maji yaliyotuama kutokana na kukosa vifaa maalum vya kutizamia kupatwa kwa jua. Wakizungumzia jijini Dar es Salaam, wakazi hao wamesema tukio hilo la kihistoria kwao ni halijawahi kushuhudiwa katika miaka ya maisha yao. Hapa TBC baadhi ya watumishi wa shirika la utangazaji pia wamejitokeza kushuhudia tukio hilo ambalo limeonekana kuwa kiwango kidogo hivi, kama ambavyo walikuwa wakiangalia na kuzungumza. Tukio ambalo limetokea ni tukio ambalo la kijiografia na la kisayansi ambalo kwa kweli sisi wote tumefurahi hapa. Kama mimi, kama mfanyakazi wa TBC na mimi nimefurahi kushuhudia kitu kama hiki mwaka 86 ilipotokea hali kama hii nakumbuka, mimi nilikuwa niko mdogo. Mwaka 76, sio 86. Mwaka 76 sita, ilipotokea hili tukio nakumbuka nilikuwa niko mdogo na nilikuwa niko hapa Dar es Salaam, lakini hali ilikuwa hivi. Mimi sijawahi kushuhudia kabisa kukitokea kupatwa kwa jua. Kuna kunagiza kabisa, kilipita kagiza kidogo kwa muda alafu kakatokea, kakatokea hali ya, ya nuru kidogo lakini kwa hali kama hii, tunashukuru tumeona na sisi badiliko la kijiografia linatokea, na sisi wakati tunashuhudia, tumetoka wote tumevaa miwani ambayo inastahili tukaangalia. Kwa hiyo tumeshuhudia, tunashukuru. Hmm, kama kijana kushuhudia tukio hili la kupatwa kwa jua nime nimefurahi alafu nimejifunza vitu vipya, kwa sababu siku zote tulikuwa tunasoma tu darasani kwamba kupatwa kwa jua kunakuwa hivi mwezi unakuja katikati ya ya dunia pamoja na jua, lakini tu watu tujawii kuona vizuri, lakini leo nilitumie vifaa vya kuangalia ili tukio linakuwaje, nimeona kweli kabisa kwamba yale tulikuwa tunasoma kwenye jiografia ni kweli kwamba jua linapopatwa mwezi unakuwa unakuja katikati ya dunia na jua lenyewe, ndio maana tunaona pale kwenye jua kuna kwa kama mwezi umejichora. Kwa hiyo leo nimeshuhudia kabisa na nimeona na nimeamini kwamba hichi kitu ni kweli tulichokuwa tukisoma kilasini. Kama mimi nimefurahi sana kuhusu hilo tukio kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza. Nyingine nilikuwa tunasikia tunahadithiwa na wazazi wetu kwamba kuna tukio kama hilo, lakini leo yes, mimi nimeshuhudia mwenyewe. Kwa hiyo nimefurahi sana kujumulika na wafanyakazi wengine ya tbc:TBC tukiwa tumevaa miwani na kushuhudia tukio rasmi, yani kwa muda mwafaka. Haya, hao ni wafanyakazi wa shirika la utangazaji Tanzania, ambao nao wameshuhudia kupatwa kwa jua.